Tena katika chaneli yetu. Leo tutajifunza njia rahisi ya kutafuta koini ambazo zinatarajiwa kuingia Binance. Katika mada yetu leo tutazungumzia umuhimu wake, tutaangalia changamoto zake, lakini pia mwisho tutaangalia njia ya kuzipata. Kuhakikisha unatazama video hii mpaka mwisho ili ujifunze njia rahisi ya kupata koini ambazo zinatarajiwa kuingia Binance. Kama wewe ni mtu mpya, usisahau kusubscribe, kwa maana huwa tunaweka videos mbalimbali mbali ambazo zitakusaidia wewe uweze kupata pesa kupitia ulimwengu wa teknolojia, kwa maana ya blockchain, cryptocurrency na forex kwa ujumla. So tutaanza na idea yetu ya kwanza, ni umuhimu wake. Tutasema umuhimu wake, tunamaanisha umuhimu wa kuzijua coin ambazo zinatarajiwa kuingia Binance Binance. Umuhimu wa kwanza, zitakusaidia wewe upate tunaita high profit. High profit kwa maana ya faida kubwa. Kwamba utapata faida faida kubwa. Kwa nini? Kwa sababu coin nyingi ambazo ukijua coin ambayo inatarajiwa kuingia Binance ukanunua mapema, maana yake itakapoingia Binance itapanda thamani sana then utajikuta umepata profit. Kuna mtu anaweza kaweka tusami, amenunua labda coin za dola mia dola mia ikapanda tuseme mpaka dola elfu moja mia tano. Kwa nini? Kwa sababu umeijua coin mapema, then wakati inaingia Binance inapanda, umesha umeshanunua mapema, so hii ndo faida ya, yake hii ya, ndo muhimu wake wa kwanza, lakini pia umuhimu wake wa pili tunasema ni, ni research. Unapozijua coin mapema manake nakusaidia we kuweza kufanya research kuhusu hiyo coin na, na kuona ule wepesi wake na mwisho ni ni tunaita ni, ni simplified trading, kwa maana inakupa ule wepesi wa kuibai wa kuibai, simplified buying inakupa ule wepesi wa kuibai hiyo coin mapema na kwa wepesi zaidi. So uh, namba mbili tunajifunza kuhusu changamoto changamoto changamoto, sorry, changamoto changamoto zake kwa maana tumeona ya kwanza, unapata ule umuhimu wa kuzijua hizi uh, hizi coin ambazo zinatarajiwa kuingia Binance. Then namba mbili tunaangalia changamoto. So changamoto ya kwanza uh, high, high risk. High risk, kwa sababu hizi coin bado hazijaingia Binance zinakuwa zina tendensi ya kupanda na kushuka kwa kasi sana, maanake coin mfano inaweza ikawa iko maybe 0.4 washangaa imeshuka labda mpaka 0.02 ziro kwa muda mfupi sana, kwa sababu zinakuwa na high volatility. So hii ni moja ya changamoto ambazo zipo katika hizi coin lakini pia challenge nyingine uh, tunasema ni, tunasema not guaranteed, not guaranteed, guaranteed. Hazina guarantee kwamba zitaingia Binance, ni kwamba unaziona list of coins kwa hiyo ikitokea project imekuwa succeeded itaingia Binance, lakini ikitokea haijawa succeeded maana itaingia Binance. So still bado kuna haja ya kufanya do, uh, do your own research. Your, your own research lazima ufanye research ya hizo coin. Zinakuwa ni nyingi, mimi natakiwa ufanye research ya uhakika ili kujiridhisha kuweza kununua hizo coin ukibahatisha ukibahatika kununua coin ambazo zitakuwa listed, manake itakusaidia uweze kupata income kubwa. Unaweka pesa kidogo, then coin ikipanda sana, unajikuta kwenye position nzuri ya kupata pesa nyingi. So mada yetu ya mwisho kabisa ya tatu tunazungumzia sasa, njia, ziko njia nyingi, lakini for the sake of this video nitafundisha njia moja ambayo naona ni ya uhakika. Binance wame add feature, wame add feature mpya wame add feature uh, feature feature, feature mpya inaitwa uh, Binance, inaitwa Binance Alpha. Ni feature ambayo uh, ni feature ambayo imekuwa added Binance kumsaidia mtu, projects ambazo Binance tayari wana wanazitrust, lakini pia huenda wakatarajia kuzilisti. Kwa hiyo ni list of coins ambazo ukizipitia unaweza kuzibai mapema halafu zikakusaidia wewe uweze kupata profit baadaye. Ngoja niwaoneshe kwenye Binance jinsi inavyokuwa. And then uh, ukaja kubonyeza palipoandikwa home. Hapa chini kuna batani hii imeandikwa home, so uh, ukibonyeza batani hii ya so, home then, hapa uh, juu hapa kuna batani hii, kuna menu imeandikwa alpha So ukibonyeza hapa alfa, hizi ni list of coins, list of coins project ambazo Binance wanazitarajia huenda wakaziingiza wakazilisti Binance kwao, wakazi wakazi wewe, jukumu lako sasa ni kutenga time na kuzipitia hizi coin mbalimbali kuangalia capability yake then una buy then you never know. So Binance wanaweza wakailisti coin and then ukajikuta upo kwenye coin then ukajikuta upo kwenye very good position ya kupata faida kubwa. Unaona kuna coin zinapanda mpaka 96 so unaweza ukaibai and then, na wameweka wepesi kwenye kubai. Mfano, nataka kubai coin hii utabonyeza hapo then unakuja kwenye, kwenye trade and then unabai kupitia coin zako ambazo unazo kwenye Binance. Lakini hizi haziingii Binance, zinakuwa kwenye wallet, ya, kwenye wallet special ya Alpha wallet lakini pia hiyo wallet inakuwa iko integrated kwenye kwenye Binance wallet. Kwa hiyo inakuwa haingii Binance direct, lakini wameiadi unaweza ukabuy kupitia USDT zako ambazo unazo Binance. So unaweza nikaweka hapa, nataka kununua za dola 50, itakwambia okay, hizi coin utapata coin hizi. Na ukisema una place order, inakupa kwanza warning kwamba this is Binance alpha feature. Kwa hiyo sio kwamba coin imeshakuwa listed Binance bado lakini wamekupa pia na, na, na terms zao kwamba hizi coins zina volatility lakini pia zinaweza kashuka sana, so you have to be careful unapokuwa una select this coin. So make sure unapitia hizi coin na unaangalia coin ambayo ina capability kubwa ya, ku, ya kuwa listed and then unaibuy, so you never know. Coin inaweza kapanda ukajikuta upo kwenye position nzuri ya kupata faida kubwa. Shukrani sana kwa kusikiliza na imani kuna kitu umejifunza. Uh, kama ni mtu mpya au kama bado hujasubscribe, please subscribe, pia like hii video. Nitakuwa natoa madarasa mbalimbali ambayo yanaweza kukusaidia wewe uweze kuongeza kipato kupisi, kupitia ulimwengu wa teknolojia kwa maana ya crypto ya, ya uh, blockchain kwa ujumla na forex. Shukran sana asante.